leo nitakuonyesha ni kitu gani kimefanya pesa ya tanzania iendelee kushuka thamani lakini pili nitakuonyesha namna kikwete alivyoshiriki namna jakae mlisho kikwete alivyoshiriki kwanza kuporomosha thamani ya shilingi ya tanzania na kuharibu uchumi wa tanzania ndugu mtanzania mzee nyerere Mwalimu nyerere amechukua nchi mwaka sitini na mbili wakati huo dola moja ya kimarekani sawa na shilingi tano ameiongoza tanganyika miaka 23 amengatuka mwaka dola moja ilikuwa sawa na shilingi ishirini na mbili, ameacha deni la taifa shilingi tilioni tatu. Kwa hiyo mwaka themanini na tano mzee Mwinyi ameingia madarakani. Jambo la kwanza lililofanya mzee Mwinyi ni kubadilisha mfumo wa uchumi, kwa hiyo akaitangaza Tanzania kutoka nchi inayofuata mfumo wa uchumi wa kijamaa na kuitangaza Tanzania kama nchi inayofuata mfumo wa uchumi wa soko huria, free market economy. Mzee Mwinyi amekaa madarakani miaka kumi, anang'atuka mwaka tisini na tano tayari dola moja ni sawa na shilingi mia sita za Kitanzania. Mzee Mwinyi amekaa madarakani miaka kumi, amekopa shilingi tilioni kumi na tano kwao. Mzee Mwinyi anaondoka madarakani mwaka tisini na tano ameacha deni la taifa shilingi tilioni kumi na nane. Wakati Mzee Mwinyi akiwa madarakani, huyu Jakaya Mrisho Kikwete ndio alikuwa waziri wa fedha. Kwa hiyo wakati pesa ya Tanzania inaanza kuporomoka thamani, Jakaya Kikwete alikuwa waziri wa fedha. Mzee Mkapa amechukua nchi mwaka tisini na tano kwa hiyo amepokea nchi wakati huo dola moja ya kimarekani sawa na shilingi mia sita. Mkapa amekaa madarakani miaka kumi anaondoka madarakani mwaka 2005. Tayari dola moja imefika shilingi moja mia mbili. Wakati mzee Mkapa akiwa madarakani Jakaya Kikwete alikuwa waziri wa mambo ya nje. Alikuwa ni mjumbe wa baraza la mawaziri, anahudhuria vikao vyote vya baraza la mawaziri kwa alikuwa anajua hali ya uchumi wa nchi, hali ya kisiasa na hali ya kijamii. Mkapa pia alikuwa anaendelea na mfumo wa uchumi wa soko huria, free market economy. Mungu si wasumani, mzee Jakaya Kikwete amechukua nchi mwaka 2005. Kwa hiyo amechukua nchi wakati wa dola moja ni sawa na shilingi elfu moja mia mbili. Kumbuka, Kikwete ana degree ya uchumi, ni mchumi. Lakini pili ni mtu mwenye uzoefu. Amekuwa waziri wa fedha wakati wa mzee Mwinyi; miaka yote kumi ya mzee Mkapa Kikwete alikuwa waziri. Amechukua nchi. Jambo la kushangaza kikwete anaondoka madarakani mwaka elfu mbili na kumi na tano dola moja ya kimarekani ni sawa na shilingi elfu mbili mia tatu yani ina maana pesa thamani ya pesa ya tanzania iko hoitabani iko nyanga nyanga imepoteza thamani imepoteza mvuto mbaya zaidi uchumi wa tanzania uko hoitabani uko nyanga nyanga huyu ni mchumi by professional sasa unaweza kujiuliza kwani tunataka miaka mingapi ndio tuone kwamba ila yetu inaporomoka Nikupe mfano halisi. Sisi tulisoma China, sawa. Wakati huo tunasoma China, serikali ya China ilikuwa inatupa hela ya matumizi mwezi mzima yuan elfu tatu yani shilingi elfu tatu za China. Kwa hiyo shilingi elfu tatu za China zilikuwa zinatosha sisi tunalipia kodi ya chumba mwezi mzima, chumba kizuri kina AC, umeme wa kutosha, maji ya kutosha na hapo nje kuna walinzi wanalinda masaa 24. Elfu tatu hiyo tunakula vizuri mwezi mzima. Elfu tatu hiyo tunavaa vizuri, unanunua kama ni raba, kila kitu unapendeza. Elfu tatu hiyo unalipia internet, mawasiliano. Elfu tatu hiyo bado inabaki, wakati mwingine unatuma hela nyumbani Tanzania, na kama hutaki kutuma hela Tanzania unaenda mjini kwenye local market unanunua iPhone 7 Plus GB 64 unanunua mbili. Hiyo, hiyo elfu tatu. Bila shaka unaweza kupata picha sasa, yani shilingi elfu tatu ya China, elfu tatu ya China unafanya matumizi yote hayo, unalipa kodi, unakula mwezi mzima, unavaa na bado unapata ile, unaweza kununua simu nzuri kila kitu ah, nikuulize wewe mtanzania mwenzangu, shilingi elfu tatu ya Tanzania unaweza kufanya matumizi gani? Unaweza kutumia kwa muda gani? Bila shaka ndio, ndi utajua kwamba hela ya Tanzania haina thamani na uchumi wa Tanzania umeharibiwa umevurugwa, umeharibiwa, umevurugwa. Nikupe mfano mwingine sawa. Mwaka 1984 wakati Mwalimu Nyerere anang'atuka, dola moja ilikuwa sawa na shilingi 22 za Tanzania na dola moja ilikuwa sawa na shilingi 18 za Kenya. Maana yake uchumi wa Tanzania na wa Kenya ulikuwa unakaribiana, hakukua na utofauti mkubwa. Haya, leo hii 2025 dola moja ya Marekani ni sawa na shilingi mia moja thelathini za Kenya. Maana yake uchumi wa Kenya bado angalau una nafuu. Wakati huo dola moja ya Marekani ni sawa na shilingi elfu mbili mia saba za Tanzania. Pesa ya Tanzania haina thamani. Pesa ya Tanzania imeporomoka uchumi. Na aliyesababisha huyu huyu Kikwete. Sasa vuta picha sawa. Kwa hiyo wakati wa utawala wa, wa Mzee Mwinyi Kikwete alishindwa kumshauri Mzee Mwinyi namna ya kukuza uchumi. Wakati wa utawala wa Mzee Mkapa Kikwete ameshindwa kumshauri Mkapa. Kikwete huyo kaongoza miaka kumi kashindwa kukuza uchumi wa Tanzania. Leo hii Kikwete ndio mshauri namba moja wa Samia. Ah, ni kuulize mwanzangu, Kikwete anamshauri nini Samia? Kikwete anamshauri kitu gani Samia? Na Kikwete huyo huyo eti ndio mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Yaani kwangu mimi Kikwete hastahili hata kuwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya kidato cha nne. Narudia tena, Kikwete hastahili atakuwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya kidato cha nne. Na kama ingekuwa ni ardhi, sisi tunasema Kikwete ni nani? productive land, yani ni ardhi ambayo haina rutuba, haifai kwa matumizi ya binadamu. Sasa Kikwete anamshauri nini Samia? Yeye ameshindwa miaka yote ameshindwa, sasa hivi anashauri nini? Haya, jambo la kushangaza. Unamwona huyu Kikwete ameharibu uchumi wa nchi, Kikwete huyu huyu ameharibu siasa ya nchi, Kikwete ameharibu demokrasia ya nchi. Leo hii wanasiasa kwanza wanahujumu demokrasia, wanasiasa wanahujumiana wao kwa wao, wanasiasa wanauana, wanasiasa tena wanatuua sisi raia wapiga kura. Kikwete yupo mpaka mimi najua hiyo. Kikwete anaenda msikitini, Kikwete ana swali kweli, Kikwete anamwogopa Mungu? Kwa hiyo Watanzania mnaokaa karibu na Kikwete ambao nyinyi mnamshabikia Kikwete, mjue kabisa Kikwete sio mtu mzuri kwenye nchi hii kabisa Kikwete sio mtu mzuri kwenye nchi. Kwa mimi nafikiri umepata picha. Mimi ni muombe Kikwete, tuachie nchi yetu, tuache nchi yetu tuiongoze wenyewe. Wewe akili yako imesha feli, akili yako imesha shindwa. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.